Idara ya vijana kanda ya Iganzo jijini Mbeya imefanya kambi ya siku moja ikihusisha matembezi ya mwendo mrefu kwa lengo la kujifunza ukuu wa Mungu na kujenga ukakamavu kwa vijana. Akieleza lengo la kambi hiyo ya siku moja, mkurugenzi wa idara ya vijana Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini Mchungaji Meshack Jackson Zilakwega amesema wameamua kufanya hivyo ikiwa ni moja ya matukio muhimu yanayoweka vijana pamoja kujifunza na kuongeza kuwa amefurahishwa na mwitikio wa vijana kuhudhuria kambi hiyo. Tumeona kwamba tuweze kufanya tukio hili la kuja kukambika hapa kama ambavyo e, unaweza ukaona hali ya hewa haijakaa vizuri sana, panatisha, lakini tumetembea kilomita zaidi ya kilomita ishirini tukaja kukambika eneo hili. Uh, vijana ambao tumekuja nao zaidi ya tuko tuko kwa ujumla, tuna watu ishirini na tisa ambao tumekamika nao hapa. Kilichonitia moyo nimeshangaa mpaka kuna vijana wadogo kabisa Pathfinder, nao wamekuja na tunaona kwamba idara yetu ya vijana inafanya vizuri na itaendelea kufanya vizuri zaidi. Aidha, waratibu wa tukio hilo SYL Naelijwa Malongoza pamoja na kiongozi wa kanda Bupe Mwalwisi wamesema mwitikio wa vijana kuhudhuria kambi hiyo umekuwa mzuri japo changamoto za hali ya hewa zilikuwa ni kikwazo kwa safari hiyo. Tangu tumeanza hali ya hewa ilikuwa vizuri, tulitoka tukiwa vizuri, lakini tulipofika katikati njiani humo kulikuwa na vimanyunyu manyunyu, lakini kwa sababu kwa yeye idara ya vijana tunajifunza ukakamavu, hatukata tamaa, tuliendelea kutembea mpaka kufika katika eneo hili ambalo tupo hapa kama unavyoona hali ya hewa yenyewe ilivyo kuna ukungu kweli. Tumekuwa tukiratibu mipango mingi na mbalimbali kukaa kwa pamoja, ili vijana wa vijana waendeleze umoja, lakini pamoja kuendeleza umoja wa kufanya kazi kwa pamoja kama timu katika kanisa mahalia kwanza, lakini katika kanda kwa ujumla na katika mitaa. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Nao baadhi ya wanachama wa vyama vilivyomo katika idara ya vijana wakieleza uzoefu waliopata katika kambi hiyo wamesema wamefurahishwa na mafunzo waliyopata pamoja na mazoezi ya viungo na ukakamavu. Katika umri huu kwa kweli nilikuwa naona kwamba mimi siwezi kuingia katika chama hiki. Lakini kupitia katika uwezo wa Mungu amenitia nguvu nika tukia nimejuka katika chama hiki. Na yani nimeona faida yake kwamba hiki chama ni kizuri sana. Nilikuwa siwezi kutembea mimi umbali mrefu. Lakini kwa neema ya Mungu nimetembea kutoka Mbeya mpaka kufika hapa nilipo katika hii sehemu ya, ya mlima wa Kawetere. Kwa kweli nimekutana baridi kali kabisa hapa milimani katika mlima wa Kawetere, mlima maarufu sana hapa Tanzania. Kiukweli kuhusu hali ya hewa na mengineyo, mimi nimejitoa kushiriki kwa sababu ya uzoefu wa kazi ambao tumekuwa tukipitia, lakini kuwatia moyo na kuwaonyesha nyayo wengine kwamba usichague kazi, usichague eneo. Kitakachokuja mbele yako madam kinafaida faida, kifanyie kazi kwa utukufu wa Mungu. Katika tukio kama la leo ambalo nimeshiriki na vijana wenzangu kutoka mitaa mbalimbali, nimefurahi kwa sababu nimepata uzoefu wa tofauti ndani ya kanisa. Kuna hali ambayo unajipata kama unaipata kama kam kijana, kukutana na vijana wenzako, nani ambao kuna vitu unavisikia kwao, ambao vinakufundisha na vinakuimarisha zaidi tofauti na ukiwa nje. Kutokea katika milima ya Kawetere, kilomita ishirini uh, kutokea pale Mbeya mjini, tumeweka kambi huku tukijifunza ukuu wa mu, lakini haya yote yamefanyika ada kwa mengi mazuri yanayokuja. Nikiripoti kutoka jimbo la Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutaropwa.